Kwa sababu nyie sio e, Mungu hamtanizuia kufa. Kama mtaka kuniua, vile vile sema. I was born once, I will die once. We live once. Na mimi nimekataa kuwa mtumwa. I know the consequences. Your choice is not final. So don't intimidate me. Mimi nimekuwa mbunge, mimi si kibaka. Nimekuja hapa, mimi nimezaliwa hapa. Ningetaka kupita huko msinge niona. Nimekuja kwa sababu mimi ni mtu wa utaratibu, naenda kuzika na tumetaarifu dunia kwamba mimi naenda kuzika. Nanizuia, nachukua pasipoti yangu, unawaambia wanipige. Wanipige nini? Nimekosa nini? Kwa lipi? kwa lipi li kwa lipi hmm. Sema mnachotaka <migilatari> Wananchi wamemchukua makamu mwenyekiti, yupo katikati ya wananchi, wameondoka naye moja kwa moja kwa mguu, baada ya polisi kuonekana kwa kwamba wana mpango wa kumuumiza ama kumjeruhi. Kwa hiyo iyomimania wananchi kuondoka naye wenyewe kwa mguu. Wananchi wameamua kuondoka na makamu mwenyekiti wa chama aliyekuwa anaenda Mkibani kwa Raila Odinga, na ameporwa paspoti na watu wa migration kwa nguvu. Kwa hiyo wananchi wameamua kuondoka naye, kumsindikiza aweze kuondoka eneo lile, kwa sababu usalama wa eneo lile umekuwa mdogo. Kwa hiyo kama mnavyoona hali ndivyo inavyoendelea hapa kwenye bode ya Sirari, one stop border point, wananchi wameamua kuondoka na mheshimiwa John Heche kwa mguu wao wenyewe, na watu ni wengi sana. Tembo tevi wameamua kwamba aondoke ili wasiweze kumdhuru. Pole pole sana tunachukua kwa mbele.